Feedback na PG Kweka. Bwana anaitwa William Kange, beki mvizaji nambari moja duniani. Nipo hapa kwa ajili ya kukupa uchambuzi, maoni, takwimu za hapa na pale, kuelekea kwenye michezo mikubwa ambayo inasubiriwa kwa mkubwa na watu wengi ama wadau wengi wa soka A Tanzania na duniani kwa ujumla. Michuano ya usiku wa Ulaya UEFA Champions League ndio habari ya mjini leo, ikiwa ni tarehe nane ya mwezi wa nne mwaka 2025. Mashindano haya makubwa duniani yalianzishwa mnamo mwaka 1955. Lengo kubwa ni kukutanisha vipaji mbalimbali barani Ulaya, wachezaji wakubwa, wachezaji bora duniani ambao wanawakilisha klabu zao kuonesha talenti zao na vipaji ambavyo wanavyo katika michuano hii ya ubingwa bara la Ulaya ilianzishwa mwaka huo kabla hayajabadilishwa jina na kuitwa UEFA Champions League. Hapo awali yalikuwa naitwa European Cup, mwaka 1992 yakaanza kuitwa rasmi UEFA Champions League, ambapo klabu ya kwanza kuchukua taji hilo ilikuwa ni Los Blancos Real Madrid, ambayo leo wanashuka dimbani kucheza dhidi ya Arsenal pale katika uwanja wa Emirates. Ni miongoni mwa michezo mizuri sana ambayo watu wengi wanatazama kama ni mechi ambayo itakuwa na mabao mengi sana, miongoni mwa mechi ambazo naweza nikasema kwamba timu bora duniani kwa sasa hivi ndio ambazo zina uh, kutana hii leo. Utakumbuka Arsenal wananunuliwa na kocha wa Mikel Arteta ambaye hana uzoefu mkubwa kwenye michuano ya Ulaya tofauti na uh, kocha wa Real Madrid Carlo Ancelotti ambaye ana mataji matatu mpaka sasa hivi tangu ajiunge na klabu ya Real Madrid kwenye michuano hii ya UEFA Champions League. Nini ambacho kitaenda kutokea? Tunashuhudia uh, timu zote mbili zikiwa zina wachezaji nyota eh, wakina Gabrieli uh, kwa upande wa Arsenal, lakini pia uh, kina Bukayo Saka, wakina wakina Odegaard, lakini pia kwa upande wa timu ya Real Madrid kuna wachezaji nyota pia wakina Jude Bellingham, wakina Vinicius Junior wakina Eduardo kwa mavinga, hao wote watacheza leo katika mechi ambayo watu wengi wanaisubiri. Lakini pia mechi nyingine itakuwa ni pale katika uwanja wa Allianz Arena, ambapo Bayern Munich watakapokuwa nyumbani wakiikaribisha timu ya Inter Milan. Bayern inaonolewa uh, na kocha kijana kabisa Vincent Kompany, lakini pia uh, kocha inzagi kwa upande wa timu ya Inter Milan. Watu wengi pia wanatazama kwamba itakuwa ni miongoni mwa mechi nzuri sana na shauri tu kwa wale wenzangu wa jamvi wanaweza wakaweka uh, masoko ya magoli, yanaweza yakazaa magoli mengi sana kwa mechi zote mbili, kwa maana mechi ya Arsenal na Real Madrid, lakini pia mechi ya Inter Milan dhidi ya Bayern Munich. Na sehemu pekee ya kuweka mzigo wako ni Betika. Betika, chaguo la mabingwa una nafasi kubwa sana ya kubeti na ikiwa mkeka wako utapoteza kwa mechi moja, Betika inaweza kukupatia mpaka asilimia mia moja kama bonas ya dau lako endapo ukifikisha odi kuanzia ishirini na tano na kuendelea. Lakini pia unaweza ukabeti na Betika kwa sababu kuna odi za kibabe. Eh, ukiangalia Arsenal amepewa odi nzuri mbili pointi tano lakini pia timu ya Real Madrid pia kuna odds ya kutosha kabisa. Kwa hiyo ni wewe tu kuweka mzigo wako na kuondoka na mpunga kupitia Betika. Siku zote tunasema huku ndipo ambapo washindi wanapatikana. Feedback na PG Kweka.